kijamii hapa na Zanzibar pamoja na. Asante. Maswali mengine yatakayojitokeza. Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, Mheshimiwa wa mi Masud ndio anajibu swala hili. Kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Chum Kombo Hamis, mwakilishi nafasi za wanawake, swala yake namba 59 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tayari inayo mpango wa kujenga majengo ya kisasa na ya kutosha kwa ofisi za wakala wa usajili wa matukio ya kijamii kama ilivyowahi kufanya hapo awali katika wilaya zote kumi na moja za Zanzibar ambapo katika bajeti ya mwaka wa fedha ujao wa 2025 2026 kutakuwa na programu maalum ya uimarishaji wa miundombinu ya ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii Zanzibar na moja ya kipaumbele cha programu hiyo ni ujenzi wa ofisi na kwa kuanzia ofisi ya wakala usajili wa matukio ya kijamii Zanzibar imekusudia kuanza ujenzi wa jengo la ofisi ya usajili wa matukio ya kijamii huko Mahonda, wilaya ya Kaskazini B. Asante Mheshimiwa Chumu, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, asante sana na kushukuru kwa majibu yako mazuri lakini Mheshimiwa Waziri, katika majibu yako mmesema kwamba mlijenga ofisi hizi katika wilaya kumi na moja Swala a, je, mlitumia kiasi gani kwa ujenzi huu, hata ofisi hizi zikapelekea kuwa finyu na sasa kupelekea programu ya elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita kuanza tena ujenzi kwa ofisi hizi? Lakini b Mheshimiwa waziri umesema kwamba kuna kipaumbele cha ujenzi katika amtanzia katika wilaya kaskazini B kule Mahonda, lakini Mheshimiwa waziri kule kaskazini Pemba, ukienda katika ofisi ya wakala usajili kwamba wafanyakazi wale mle wote wamo sehemu moja: mratibu, muhasibu, mipango ya utumishi na manunuzi. Mheshimiwa waziri, ofisi na siri kuna muhasibu pengine na manunuzi wanatakiwa na mratibu wa wenao tofauti kidogo, lakini watu wote wapo pale. Kwa nini sasa huu upendeleo, hamwazii kaskazini Pemba? Asante mheshimiwa waziri. Asante mheshimiwa waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako nimshukuru sana mheshimiwa dadangu, mheshimiwa Mheshimiwa Chum Kombo Hamisi kwa maswali yake mawili ya nyongeza yenye maelezo ambayo ameyatoa Mheshimiwa Spika, kama alivyotangulia kusema, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilishafanya jitihada za kujenga ofisi hizi katika kila wilaya, na wakati ofisi ya wakala ikianzishwa, tukumbuke hapakuwa na ofisi. Kwa hiyo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya saba ilitenga bajeti na ikajenga ofisi hizo. Hili alilolieleza la pili, nimeeleza hapa katika jibu langu la msingi kwamba ofisi au serikali imesha kubali kwa maana tuna changamoto ya majengo ya ofisi za wakala wa usajili wa matukio ya kijamii Zanzibar nzima, na kwa sasa kipao mbele tumesema tuanze huko Kaskazini B Mahonda, lakini pia haimaanishi huko anakokuzungumza Micheweni, Wete, Mkoani na maeneo mengine kote, ofisi zitajengwa, na bahati nzuri kesho kutwa hapa tunakuja na bajeti utasikia tutakachokieleza. tusianze ku preempt ile bajeti ambayo tunakuja kuisoma kesho kutwa hapa. ni kushukuru mheshimiwa Spika, asante. Uh, mheshimiwa aza Januari Joseph.